Imani yenye Matendo. Zamani za kale, kila mara watu wa Israeli walipotenda dhambi, walileta kondoo na mbuzi hekaluni. Ee Bwana, tusamehe dhambi zetu, walilia walipomwaga damu. Lakini damu hiyo ilifunika kwa muda tu, dhambi zilibaki mioyoni mwao, maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Waebrania 10 mstari ya 4. Mungu alitayarisha njia ya kuondoa dhambi milele Njia hiyo ilikuwa kuja kwa Yesu, mwanakondoo wa Mungu ulimwenguni. Tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu, Yohana 1:29. Ingawa Yesu hakuwa na dhambi, alibeba msalaba kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni. Damu yake ilitutakasa mara moja na milele. Wala hakuingia kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe akaingia mara moja katika patakatifu na kupata ukombozi wa milele, Waebrania 9 Kumi na mbili. Damu hiyo haikuwa damu ya kawaida. Ilikuwa ni uhai wa Yesu, neno la Mungu lenyewe. Neno likawa mwili akakaa kwetu. Yohana 1:14. Sasa tunatakaswa kwa neno na sala tunapomkaribia Mungu kwa sala na kulihifadhi neno lake moyoni, roho zetu zinakuwa safi kama nuru. Kwa kuwa hutakaswa kwa neno la Mungu na kwa sala. 1 Timotheo 4:5.